Hii ni taarifa ya kushangaza. Baada ya kuripotiwa kwa mwanamuziki maarufu Diddy, ameanza kuimarisha timu yake ya mawakili wa utetezi wa jinai kwa kumwongeza Brian Steel. Huyu ni wakili aliyepata umaarufu mkubwa sana baada ya kumtetea rapper Young Thug katika kesi ya uhalifu ya genge yaani RICO ya kundi la YSL huko Georgia. Sasa amejiunga na timu inayomwakilisha Didi katika kesi yake ya usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya biashara ya ngono na mashtaka ya RICO inayoendelea katika mahakama ya shirikisho mjini Manhattan, New York. Kabla ya hatua hiyo, tovuti ya TMZ iliripoti ya kuwa Didi ambaye jina lake halisi ni Sean Combs alikuwa akitafuta wakili mwanamke mweusi ili aongezwe katika timu yake ya sasa ya mwakili inaongozwa na Marc Agnifilo na Teny Geragos. Mnamo Februari, wakili Anton Rek alijiondoa kutoka kwenye timu hiyo ikiwa ni miezi michache tu kabla kesi hiyo kuanza rasmi kusikilizwa tarehe tano Mei. Jumanne ya Aprili 15, Brandt aliwasilisha ombi rasmi kwa mahakama za shirikisho za kanda ya Kusini na Mashariki mwa New York akiomba kuruhusiwa kushiriki kama wakili wa utetezi katika kesi hiyo ya Diddy. Na katika nyaraka hizo ste, ambaye anaheshimika sana katika tasnia ya sheria za jinai alitajwa kwenye tukio la kihistoria, ambapo alikamatwa hadharani kwa kudharau mahakama baada ya kukataa kufichua alikopata taarifa kuhusu mazungumzo ya faragha kati ya judge, waendesha mashtaka na shahidi muhimu katika kesi ya Young Thug tukio lilivutia sana vyombo vya habari na timu ya shtaka la kudharau mahakama lilifutwa, huku judge aliyekuwa akisimamia kesi hiyo akiondolewa rasmi. Akizungumza na jarida la Rolling Stone, wakili Douglas Weinstein aliyemwakilisha Deamonte Yak Gotti Kendrick, mmoja wa washtakiwa wenzake Young Thug, alisema Brian ni gwiji. Brian ni gwiji hasa baada ya kesi ya YSL. Maarifa yake ya ushupavu wake na uadirifu wake ni hazina kubwa sana kwa timu ya bwana Combs. Nilishuhudia mwenyewe wakati wa kesi ya YSL. Ningetamani atakuwa nzi ukutani kushuhudia kile kitakachotokea. Yeye ni nguli wa sheria huko Georgia. Kwa hatua hiyo, Diddy anaonekana kuwa na dhamira ya kujihami kikamilifu dhidi ya mashtaka yanayomkabili kwa kuwa na timu ya wanasheria waliobobea na wenye rekodi ya mafanikio katika kesi ngumu na za umaarufu mkubwa. Hii hapa ni SNS Management.